Alaikum. Basi nasimama kwa niaba ya familia ya Sigrada Mligo ambaye MC amesoma salamu zake ambazo ametuma kwa ujumbe mfupi, lakini kama familia wakaniomba niseme kidogo na kutoa pole kwa familia ya Onesta, na labda naanza kwa kusema kwa nini familia ya Sigrada Mligo kuja mstari wa mbele katika msiba huu. Sigrada Mligo ni katibu mwenezi wa baraza ya wanawake wa CHADEMA Taifa. Aa, wakati anaumwa muuguzi wake alikuwa ni Onesta muda wote, kuanzia Kibena kwenda Dodoma yupo naye bega kwa bega, na sisi kama familia tumekuwa naye pia pale kijini Kisilo Njombe. Sigrada alikuwa anasema siku moja kwa mama yake kwamba huyu ni mdogo wangu wa mwisho. Kwa Onesta alifanywa kama sehemu ya familia kabisa ya akina Mligo. Wameguswa sana, lakini kwa sababu Sigrada mwenyewe anaumwa ameshindwa kufika. Lakini kama ambavyo amesema kwenye ujumbe wake, ameendelea kuwasiliana, kuangaika hapa na pale, kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kama familia ilitenga kiasi cha shilingi milioni mbili kwa ajili ya kuwezesha shughuli mbalimbali, na ziko ambazo tayari zishafanyika kama kuwaleta mafunzo kwa kuandaya nyumba ya marehemu Onesta, lakini pia muziki na vitu vingine. Wangetamani kufanya zaidi, lakini itoshe tu kusema kwamba wamepoteza mtoto wa familia Onesta, ni mtoto wa familia. Tunaungana nanyi watu wa Makambako katika kuitazama familia hii, na tuahidi kama kutokana na changamoto yoyote ambavyo Sigrada mwenyewe amesema, msisite kutushirikisha. Naitwa Benson Kyando, mwenyekiti wa CHADEMA jimbo la Makambako. Sisi kama wana, wa sisi kama Chadema jimbo la Makambako tumepokea kwa huzuni kubwa sana msiba huu. Onesta alikuwa ni binti mdogo sana baraza la vijana, na kama kauli mbiu yao tunavyoita vijana ni nguvu ya mabadiliko. Hivyo basi, kama vijana au kama chama kwa ujumla, tumepoteza mtu muhimu sana, mtu ambaye alikuwa ni hazina na tunaamini pengo lake ni gumu kweli kweli. Kwa hiyo anatoa salamu za pole kwa ndugu familia, wanachama wote wa CHADEMA maeneo yote, taifa kwa ujumla. Kwa kweli huu msiba umetokea ghafla, kila mmoja ameshtuka. Tuna mengi sana ya kuzungumza, lakini kwa sababu tuna viongozi wa mkoa wapo, watakuja kumalizia salamu za chama kwa ujumla. Onesta, raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu aleikum, ninaitwa Baraka Jackson Kivambe, katibu wa CHADEMA mkoa wa Njombe. Kwa sababu leo ilikuwa wakati wa huzuni na kulia kwa ajili ya dada yetu mtumishi mwenzetu mwanachama mwenzetu Onesta, mkoa mzima walipopata taarifa wakasema, katibu wa mkoa, naomba ujue pamoja na kuwa hatujafika wengine, lakini tunatambua mchango wa Onesta kwenye chama cha demokrasia cha na maendeleo CHADEMA na tamani ni sema mambo matatu. CHADEMA huwa tunaamini katika mambo matatu. Jambo la kwanza, huwa tunaamini katika uhuru wa watu. Jambo la pili, huwa tunaamini katika haki ya watu. Jambo la tatu, huwa tunaamini ni maendeleo ya watu lakini jambo la nne ambalo ndo nguzo yetu kubwa mkubwa huwa tunaita stronga together manake, nguvu ya pamoja. Na hata mnapoona tuko hivi tulivyo, ni kwa sababu tunaamini katika nguvu, tunaweza kushinda kila tunaloamua kulifanya. Sikilizeni, mahali popote, ukigundua wewe huna baba ukigundua wewe huna msaada, silaha yako kubwa ambayo unapaswa kusimama nayo ni upendo, kukaa pamoja. Anasema Onesta, wewe ulikuwa ni mdogo wangu, rafiki yangu, mtani wangu, mcheshi wangu, msiri wangu, kikubwa zaidi ulikuwa mfariji wangu. Anasema, naandika meseji hii nikiwa natetemeka sana. Bado namuuliza Mungu kwamba ni kweli umemtwaa Onesta. Bado najiuliza kifo, kumbe hutokea ghafla hivi? Bado najiuliza ama amepata safari, atarudi? Maswali ni mengi sana moyoni mwangu. Onesta, nilikupenda sana na kupenda sana na nitaendelea kukupenda milele. Umeniacha nikiwa na umwa nikiwa na kuhitaji sana mpiganaji wangu. Ningetamani hata ingefika mahali tuondoke pamoja, lakini Bwana ameona ni wakati wako kukutwaa. Ahadi yangu ni kumtunza na kumjali mtoto wako kama zawadi pekee uliyeniachia kama kumbukumbu yako, nitamlea, tahakikisha anasoma anafikia viwango vile na malengo na ndoto ambazo wewe ulizitarajia. Nimeshindwa kuendelea kuandika, moyo wangu umeumiza sababu ya hali, nimeshindwa kufika lakini nimeshiriki na jitahidi kufanya kila kitu iwe sehemu ya kushiriki maziko. A, kwa kwa majina, naitwa Alfani Rashidi Kawambwa ni diwani wa Kata Uhenga, halmashauri wa Wanging'ombe ambaye nilishinda kwa kishindo 20 ishirini ishirini katika halmashauri ya Wanging'ombe, na nitoe ni, ni masikitiko makubwa sana kwa eh, kifo cha ndugu yetu, dada yetu Onesta Kidenya kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu amemtwaa lakini, itoshe kusema Mwenyezi Mungu ana makusudi yake, anaweza kufanya anavyotaka, anaweza kutenda anavyotaka. Kimsingi, kiongozi huyu alikiongozi bado kijana na kama inavyoelezwa kwamba ni kiongozi mahiri, alikuwa anapenda sana kushirikiana na wenzake, alikuwa anapenda sana kushauriana na wenzake, alikuwa anashaurika na alikuwa anafikika. Kwa kweli tumepoteza kiongozi mzuri sana, ni kiongozi ambaye anajali watu, na kimsingi nilimfahamu vizuri baada ya moyo wake kujitolea baada ya mheshimiwa Sigrada kupata madhira kwenye kwenye kikao kilichofanyika Njombe, eh, na mwenyekiti wa taifa, makamu mwenyekiti wa taifa. Lakini huyu dada alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha mwenzake anapata matibabu na mba, mara safari ya mwisho, safari ya mwisho kwenda na Sigrada, mheshimiwa Sigrada Dodoma, huyu dada waliongozana mpaka Dodoma kuhakikisha mwenzake anapata matibabu. Hatukutegemea, na mimi siku hiyo wakati wanatoka tulikutana, walinipiga alinipigia simu huyu dada Onesta Kidenya tukutane pale kwenye sheri ya totali nikamkuta udada anasema mimi mheshimiwa diwani siwezi kumwacha Sigrada aende peke yake Dodoma niombe tu mniombee dua nifike na mheshimiwa Dodoma kwa sababu ya ya kumtibu mwenzetu kwa sababu ya kumtibu mwenzetu ayo nafikiri alikuwa na, na, na, na, na, na moyo wa ajabu aina yake pamoja na umri wake mdogo lakini alikuwa na moyo mkubwa sana kupenda watu wa kupenda jamii na kujitolea okay. Kwa hiyo kwa kweli hata mimi baada ya kusikia jana nilikuwa na, na vikao vyangu kwenye kata yangu nikaona nikimbie kuja kumstiri dada yetu okay. Niungane na wanachama wenzangu na wananchi kwa ujumla ni kuja kumstiri dada yetu lakini kama nilivyosema pale lakini okay. Pia hata mheshimiwa Chongolo okay. Eh, mkuu wa mkoa wa Songwe amenitumia mimi salamu za rambirambi kwa maana namjua namna anavyoshirikiana na jamii. Shilingi elfu hamsini nimetoa na ameniambia nitoe salamu za pole sana kwa mwenzetu, kwa sababu yule. Kwa nini nimesema hata nimetafsiri pale mwisho wa Chongo wameolea mtaa sokoni ambao 2014 14 nilikuwa mwenyekiti wa serikali mpaka 19 kupitia CHADEMA na mimi pale nilishirikiana naye yeye sana kwa asili wazazi wake wako zake wote wawili, kwa hiyo ametoa salamu za rambirambi kubwa, lakini pia na mimi nasikitika sana kwa namna alivyotoka, lakini ninachoamini mimi kwa sababu Muislamu